Ona Shetani, mambo vipi? Namshukuru Mwenyezi Mungu aliomba mbingu nalizi. Yaani, wana Yanga tuna furaha furaha tunayo tujai kuipata. Cha kwanza, furaha ya kwanza kuona huyu adui tumempiga mara tano mfululizo. Cha pili, kuona mtanzania mzize anafanya vizuri. Cha tatu, kuchukua ubingwa mara nne. Cha nne, kula nyama ya ngamia ambayo hiyo nyama ukienda kununua kichwa tu cha ngamia milioni kumi na na imani wa Tanzania wote, masikini wanakulaga nyama ya ng'ombe, ngamia wanakulaga wale matajiri wa Islamu. Sasa leo JSM katoa hela yake mfukoni milioni mia tatu, ngamia huyu kachinja ngamia watano kwa ajili ya masikini. Sisi wanayanga tu enjoy, tunamwombea nini JSM zaidi ya kumwombea maisha marefu. Ladha ya ngamia ipoje? Ladha ya ngamia sijawahi kuona eh, nimekula nyama zote mpaka nguruwe eh, mimi nasemaga labda nguruwe ndo nyama ya kwanza nimetafuna sana nguruwe. Nguruwe so mtamu, ngamia anaongoza. Kumbe na ngamia akiingia kwenye tumbo anatoa nuksi na mikosi. Kwa hiyo kila mwanayanga aliyokuja hapa akala nyama ya ngamia nuksi mikosi zimetoka mwilini mwake. ni raha namna gani kuchukua ubingwa mbele ya mpinzani wako mkubwa Simba Sports? Ah, sisi wanayanga tuna raha, lakini raha tumezizoea. Raha ambayo imebakia kwa wanayanga ni kuona yanga anachukua kombe la klabu bingwa kumnyanganya ahali kumpiga Mamerodi Sundown. Hiyo ndio furaha ambayo tunashangilia mpaka tutapasuka bichwa. Hapa tu ni kawaida, unaona, Simba tumemfunga hatujaongea, tujakakua. Hii Simba ni kama kandondo kapu, yaani Simba sasa hivi ni mbovu, timu zote za Tanzania ni mbovu. Au niongee ukweli, timu za Tanzania ni nzuri, Simba ni nzuri, lakini zimekutana na konki, ambao hawa wachezaji watakuwa ni maroboti, hawa wachezaji wa Yanga kinachowasababisha wanyu wape ni wawe na nguvu ni maji ya GSM, bingwa mara a nne mfululizo. Hii ina maana gani kwa wananchi? Hii ina maana ya kikosi bora cha Yanga, kwamba kikosi cha Yanga ni bilioni kumi na tano. Kwa hiyo tumesajili wachezaji wakubwa, mtu kama Pacome adhakaradi digidiara, ndio maana tunafanya vizuri na tutazidi kufanya vizuri. Akiondoka chuma, chuma kingine kilichokuwepo kinafanya vizuri. Aliondoka Aziziki, sasa hivi kafufuka Chama. Hapa Chama hapa mzize nyuma kuna Pacome anaenda kwenye mdomo wa mamba, na maana kwamba sasa hivi Yanga msimu unaokuja itakuwa soo moja moja mbili mbili, itakuwa faivu jii na kuendelea hapo hapo kwa Chama. Unaona Chama anaweza kusalia msimu moja pale Jangwani? Ah, Chama kwanza umri wake ni mdogo, ni mtu anayokimbia, anafanya mazoezi kwa kasi, na Chama ndo atazidi kuwa namba kumi bora, na mwaka unaokuja atakuwa mfungaji bora wa magoli kwa imani yangu, na kwa kwakikoswa kuwa mazoezi anayofanya Chama anafanya mazoezi na nani? Na punda na ni wanaitwaje? i wanakimbia nao, ndugu mwandishi wa habari, hiki chuma chama, msimoja, hey. Ikichuma, chama so, so mtu wa kawaida sasa hivi na anakimbia kimbia yuko sawa zururi, kama alivyokuwa simba kule. Sasa hivi anakaba, anaweka na anatumia akili na atakuja kuwaweka, ndo tunaomtegemea sasa hivi chama namba kumi, ndio maana tumemuuza ziziki kwa kuwa tumemuona chama anafanya vizuri kiwango ki, cha kijana ki, wa Kitanzania yule Klementi Mzizi namwongeleaje? Ah, Klementi Mzizi, tunashukuru Mungu, Mtanzania wetu na sasa hivi Afrika atakuja kuwa bora yeye. Mara ya kwanza alikuwa na feri, alikuwa atulizi mpira, anakuwa na papuka. Baada ya kuja kocha huyu kamfundisha, sasa hivi magoli anayoyafunga ni akili, anakimbia ni mrefu, adondoki akishaakidondoka adon, anakuja anapiga afu maumivu baadaye, Mzizi anaitwa Ak, ak, ak, akina nini maumivu baadaye. Yaani, huyo ndo mzize tunaomwamini. Bwana Shetani nikushukuru sana bwana. Eh, sawa ila mandonga kanituma kitu, naruhusiwa kuongea kitu gani? Ah, mandonga kanituma baba rabi, ati nenda uliongea hili mandonga, mtu kaskazi 24 25 26 na sita, kaja na ngumi yake moja inaitwa Mzize Mkandaji. Eh, hiyo e, ndo ngumi yake iko kwenye mkono wa kulia. Sasa hiyo ngumi ikimkamata, e, shabani kaoneka, kitachomkuta ni kifo. Narudieni tena, shabani kaoneka Ukikutana na ngumi ya Mandonga mtu kaskaza aliyokuja nayo naitwa Mzize Mkandaji kinacho kukuta ni kifo. Tarehe ishirini na sita mwezi wa saba tukutane, baba Rabiat. Bwana Shetani ngushukuru sana. Mimi nashukuru pia.